Po oh, naongea na Sharo Masai patikana kijiji changu za Ndindiga kwa maarufu naitwa Marangali. Kwa wale wengi wanaonitambua, mimi ni mfanya biashara kama kijana, sitegemei niajiriwe na serikali, edio na kaa nanyosha miguu kwa niaba ya kazi, hamna ni utaratibu uliozoeleka kwa jamii kuzigawa kazi kulingana na kundi au aina ya e watu, kama ilivyo nadra sana kuikuta jamii ya Wamasai wakijishughulisha na shughuli kama vile biashara za kuuza chakula. Kamera yetu imemnasa kijana huyo wa Kimasai ambaye ameamua kuiona fursa na kuamua kuichangamkia bila kujali kuwa si mazoea kwenye jamii yao na hata kwenye jamii nyingine ni muuzaji maarufu wa chakula katika kijiji cha Malangali ikiwa amegeuka mkombozi kwa watu wanaojishughulisha na kilimo katika eneo hilo, kwani walio wengi hutegemea huduma yake wawapo mashambani. Na hapa anaanza kwa kuelezea namna alivyoiona fursa hiyo. Mimi kama mimi nimeamua kuingia kwenye biashara ya Kiswahili, ni kweli <coughs> kwa sisi <coughs> kama aibu fulani lakini nimtegemea, maana hizi kwa niaba fanya biashara hii kwa niaba. Sisi wengi wanatuita sisi umpwa kazi yetu kulinda, kulinda kwenye mageti. Sasa nimiona kweni kasi sisi Masai tunajua kazi ya kulinda tu, mbona kuna akili zingine kujiongeza, akili ya kuzaliwa, sijaenda shule. Lakini mtu eh, mwingine akiniona anajua mimi nimesoma nini. Najitafutia riziki ndogo ndogo akula na familia yangu na watoto watano hapa nilipo, nikiweka mke wangu wa sita, mimi mwenyewe wa saba. hii hapa ni menyu yake. Uza chakula siku ya Jumamosi au Jumapili napikaga chakula moja naitwa pilau nyama e, kifika kama siku ya leo, yani kama leo Jumatatu, nakutana na chakula aina mbili, kuna chakula mweupe kuna ubwaa uh, pilau pilau masala. Kuna pilau kuku, maana mimi mwenzio mfugaji wa kuku kama hivi napoona e, siku nikitaka kufurahisha wateja wangu nashika ta kijogoo au temba. Natoa mayai kuku kienyeji, sio boila. Kienyeji nyama yake ukigusa babu, sio poa. Huu hapa ni ushauri wake kwa vijana. Ushauri kwa vijana kama sisi, usitegemee kwamba kuna serikali anakuja kwako kutegemea eti kunyanyue akupe kazi. Natakiwa ujitume ili hata mtu akikuona, natakiwa kidogo akupige tafu ama singira, vipi sinajua.